Mahakama mpya ya Milimani ilitarajiwa kuwa sura mpya ya idara ya mahakama wakati ambapo mabadiliko makubwa yameahidiwa kukabiliana na ufisadi, mrundiko wa kesi na upungufu wa watendakazi katika idara za mahakama nchini. Lakini miezi nane baada ya jumba hili kukabidhiwa mahakama kuu, mambo yameanza kwenda mrama. Kuta za jumba hili zinaonekana kushindwa kuhimili aibu inayoonekana kutokana na ujenzi duni. Jaji mkuu Willy Mutunga amefanya safari yake ya kwanza kabisa katika mahakama hii na akakaribishwa na picha anayosema ilidhihirisha ufisadi wa mabilioni ya fedha kupitia utoaji na utekelezaji wa kandarasi ya ujenzi. The level of rapacious greed and incompetence cannot be allowed to go on. We cannot as a country settle on the fact that any construction work undertaken by public agencies is a license for thievery, incompetence and delay. The judiciary under my watch were not permitted. Individuals, institutions, companies and professions must take direct responsibility. Miradi mingi katika jumba hili haijakamilishwa kama ilivyotarajiwa ikiwemo uwekaji wa nyaya za stima, nyaya za mtandao pamoja na vifaa vya usalama kama vile kamera ambazo zipo ndio ingawa ni chache tu huku zingine zikiwa hazifanyi kazi. The ceilings in the courtrooms have caved in. It is by sheer luck that in two of those occasions the courts were not in session and nobody was hurt. On the third occasion, a police officer was hurt. Only eight months down the line, the building has its doors, handles flying off. Ukarabati walilokuwa jumba la ushuru kufanywa mahakama uligharimu serikali takriban shilingi bilioni moja. Hela ambazo kwa mujibu wa jaji mkuu hazionekani kwa kazi iliyofanywa. Sasa jaji mkuu ameamurisha kusitishwa kwa kandarasi zote za ujenzi na ukarabati wa majengo ya idara za mahakama kote nchini, huku akiamrisha pia uchunguzi kufanywa ili kubainisha iwapo thamani ya jengo hili na ile iliyopo kwenye kandarasi ni sawa to ensure that is safe for public use. Jengo hili lilipaniwa kuhifadhi vyumba 19 vya mahakama na vyumba 37 vya mahakimu. Damaris Kitavi, KTN Leo.